munisikize vandu vanje ba vandu vamadava ba vandu vakabras ba kuna buhungu tatu inakuja kama mtu yuko inje shauri yake Your Excellency. We are assuring you as a community. Na mimi nikiwa mzee wa hii community. We will rally behind you. We will rally behind you. We will rally behind you. We will wale wengine wasimdanganye, hao ni washenzi sana, yeah. Mungu awabariki.